Kwa nini Roho Mtakatifu watu wanapambana naye? Kwa hiyo anaposema usizini, Ibilisi anasema mbona vijana wote wanafanya zinaa, hata hivyo, mbona hata watu wote, hata wachungaji? Anakufanyia uwe na generalization za kutosha, mpaka mwisho unasema no. Iwasema, sema, lakini sikiliza, usizini. Zinaa inaua, ikimbie zinaa. Halafu wesema achana naye, usikubane makatazo yake, zinaa ndiyo maisha maana hata hivyo amdio amenishawishi mwenyewe, mimi sijamfanyia kazi, ndiyo amekuja mwenyewe. Yani, huwezi fanya zina mpaka the devil creeps to your brain and it takes you to see and view God as evil, ndipo fanye zina. His omniscience omnipresent, omnipotent ambayo unafanya zina, and Jesus is there lakini amekuhakikishia ya kwamba hapa, Yesu aoni kwenye hii guest, huu ni usiku, hawezi kuona. Alafu Biblia nasema duniani ni mahala pa kuwekea miguu ya Mungu, how can you fornicate at the feet of Jesus? Isipokuwa tumegundua Mungu ni mwovu, ndio maana zinaa haitakoma kwetu. Sio kwa sababu mwili unachemuka una joto, hiyo ni sign ya kwamba your, your creation is perfect and complete for the time to come, lakini haimaanishi ya kwamba kweli, mwili ukichemuka una homoni zake, kwa hiyo mimi ni wewe mwasherati? No, amesema no, the time is not yet. Lakini utamheshimuje mpaka ujue Mungu ni mwema, ndipo ubaki kijana kama Yusufu aliyekuwa tayari kumwachia joa, anakimbia. Wakati ni kijana ambaye yuko kwenye piki, mwili wake una joto na amechemka, ni kijana na alafu ameshawishika na anajua madhara ya kusingiziwa kwamba atabaka, wataenda kumuua, lakini akasema nifanyeje ubaya huu ni mkose Mungu wangu? Maana yake my god is good, Mungu wangu ni mwema aliyenikataza kulala na mke wa Potifa, kwa gharama yoyote, na kushtakiwa leo leo. Maisha ya zinaa ni kama chumvi kwenye mboga, sio wapagani, sio Waadventista, sio wanatukasa, sio wana ai, sio watugani, na karibu kama vile tunapalilia. Isipokuwa Mungu awe mwema, hautaacha zinaa. kwa sababu Yusufu asemi nitashikwa nitakuwa mjamzito, sijui nitakuwa hivi. Yusufu azungumzii outcomes. Yusufu anasema no, itaniharibia uhusiano wangu na Mungu and I don't like and I'm not ready to lose my relationship with God. Kwa nini? Mungu wake alikuwa mwema. Kila dhambi lazima Ibilisi kwanza aniongoze kukanyaga neno na tabia yake, na ndio maana Ibilisi ana click juu ya Roho Mtakatifu kwa sababu ndiye anayesema usifanye mgumu moyo wako, when the whole spirit is speaking. Sio kwa lolote ile, is the Holy Spirit. Anajua akishafifishwa Roho Mtakatifu ya kwamba ni nguvu, sio nafsi ya uungu, maana yake we will continue into sinning to the very end. No one will be able to conquer sin unless he is aware or she is aware that the Holy Spirit is the third person of Godhead. Unless you know that and you pick it from the word of God.